Ni mpenzi, mbona umenitendea wema mwingi sana ambao hata nikikaa kwa watu nikisema ni wadisii siwezi kumaliza leo wala kesho. Kuna muda mpaka najisikia aibu mimi mwenyewe. Kuna kipindi nilikuwa nakujibu vibaya, lakini ujawe kunirudishia hata siku moja. Alafu kitu kingine, kwani ukumbuke uliponitoa Pole sana mama. Nashukuru sana mwanangu. Eti kama usingepita ningekuwa na hali gani? Wala usijali mama, na siku nyingine ukiwa na tatizo kama hili usisite kunipigia simu kwa sababu mimi ni mtoto wako nina haki na wajibu wa kukusaidia. Wewe ni mama yangu, hebu jaribu kuangalia mama, kama mimi nisingepita hapo kukusalimia hivi ingekuwaje? Hmm. Ila naogopa sana mwanangu, naogopa japokuwa kufanya mambo yote haya na kunisaidia kote huko lakini, mwanangu bado yuko msimamo wake huko pale pale. Sielewi, nashindwa kabisa kumwelewa mtoto. Ondoa wasiwasi mama, hata mimi pia sifanyi haya kwa sababu yake. Mimi nafanya haya kwa sababu wewe ni mama yangu, nina haki na wajibu pia kukutunza. Alikwambia Pandaka msaada wako ni nani? Alafu mama, umeshindwa kunipigia simu mimi mtoto wako mpaka umekuja kumpigia huyu. Ina maana vitu vingine mpaka mimi niambiwe na majirani. Ebu kuwa na shukrani mwanangu. Unadhani angekuwa sio, pia ningekuwa na hali gani sasa hivi? Hivi ni kama Mungu tu kamleta. Ebu kuwa na shukrani, mwanangu. Alafu mimi sikumpigia simu, alipita tu anisalimie. Ni kama bahati. Wewe nimeshakwambia hatuhitaji msaada wako, mbona unakuwa king'ang'anizi? Nikwambie mara ngapi? Tuwache na familia yetu. Kwa nini unapenda kumgang'ania ya mama yangu? Kwa nini anataka msaada wako? Sikia, nikwambie wewe, hata ufanye nini, mimi sikupendi na sikutaki. Sitobadilisha msimamo wangu kamwe. Sikupendi, sikutaki Kendi. Mimi simsaidii mama yako ili ni kushaishi wao nipende, hapana, bali kitu ambacho mimi nakifanya kwa mama yako ni wema tu. Mama yako wewe ni kama mama yangu mimi pia. Hebu angalia mtu nimemkuta pale, ana hali paya, ameanguka, naumwa kweli, ni nimwache? Nimeamua kumsaidia. Alafu kitu cha kuzingatia, dawa zipo pale, utampatia mama na utafuata maelekezo yote kama zilivyoandikwa katika zile dawa. Na kitu kingine siku yoyote ambayo utaona mimi namsaidia mama yako, basi wekaa pembeni. Naomba usikili, kuna kitu naomba nikiweke sawa nitazungumza maneno machache, lakini nitafurahi na nitashukuru kama mtayachukulia positively, kwa sababu maana yangu na dhamira yangu ni njema. Mimi nafahamu na nakiri kwamba zawadi yuko hapa ndani kama mdada wa kazi, hilo litafahamika, lakini hiyo isiwe fimbo ya kuchapira sio sasa kwakuwe ni mdada wa kazi basi tumfanye kama mtumwa hapa kazi na kitu msichokifahamu zawadi ndo mtu muhimu kweli hapa ndani kwanza ndo mtu wa kwanza kuamka kila siku mtu wa mwisho kulala anafanya kazi zote hata zile kazi ambazo hata wewe pinki ungeweza kumsaidia unamwachia afanye mimi nikiangalia uwajibikaji na uadilifu wa Zawadi, naona hata huu mshahara tunaompatia bado si lolote, sio chochote. Yani ningekuwa na furahi angalau tungebuswa basi, tukampa faraja tukampa upendo wa kweli tukamjali na kumthamini. Yani kama anavyoitwa Zawadi, basi tuamini kwamba hii ni zawadi tulipewa na Mungu, tuishi naye vizuri. Sikiliza mwanangu, nikwambie hiyo faraja utampa mimi. Lakini sio mimi, huyu ni zawadi. Mungu katupa zawadi hiyo. Unaiona wewe kwangu, mimi naona kama takataka. Tukumbele yapo katika mazawadi, wakitoka ni mtatoka. Uh, hakika mke wangu, yaani siku hii ya leo umenikumbusha momenti zetu nzuri za furaha ambazo tulizipitia pamoja mimi na wewe uh, kupitia mapenzi yetu na ndoa yetu kiujumla. Kuna kitu kikubwa sana nimejifunza mke wangu, nimejifunza uh, kwamba mapenzi ni mithiri ya mmea unavyokuwa, yaani mizizi ikiwa inakuwa ya mmea hukua taratibu, lakini pindi tu ikifanikiwa kushamiri vizuri, ikashika ardhi barabara, ule mmea hata uje upepo wa na namna gani, kamwe hautaweza kuanguka. Mwarabu wangu wewe, ana ngozi ya kisomari kabisa, mke wangu. Kwa hiyo kama ambavyo mmea ukiwa barabara, ndivyo hivyo nafananisha mapenzi yetu sisi kiujumla, yaani kwa namna ambavyo yameshamiri, hata kije kimbunga kipige vile ipasavyo, au hataje sunami, leo hii na imani kabisa mapenzi yetu hayataweza kuanguka na yatanumu halinda ya halinda eti zawadi, yeah. Mke wangu, mbona tunakwenda mbele tunarudi nyuma? Mimi nafikiri mlitumia nafasi hii kwenda kujiandaa hasa sikiliza, dada Welas, unataka kwenda out na wewe, si ndivyo eh? Leo ukifika, ukila hicho chakula, ukumbuke kwamba hicho chakula kula kulaksh. Kesho kuanzia asubuhi, utakula chakula Umenielewa nachokuambia? Na eh, kitu kingine nitakuwa na kusimamia jikoni, si tuenda kazini, si tufanye vitu chochote, hutoonja hata chumvi. Anachokuambia nachokuambia, dada. Kwa well, hiyo kila ukale, tumbo lijae ndi ndi ndi, mpaka ushinde kupumua, sawa? Umenielewa nachokuambia? Sasa, mke wangu, a ukajianda, jamani, na kitu kingine, mme wangu hizi zawadi na unazishia kuwa kubwa zimetanuka, na mwisho wa siku hii zawadi itakuwa zawadi kweli kweli, si ndivyo? Sikiliza mwanangu, ushee ambao kwamba hundo mtu muhimu, kwa hiyo nyanyuka Kajiandae, tuondoke. Sawa, kwa hiyo mama, tunaenda na huyo sasa. Ufanyeje wakati ushambia zawadi ndio kila kitu, yeye ndio ye. Wewe uu uh, nini nanini, nyenyuke twende. Asante sana baba, leo umefanya jambo la msingi sana katika maisha yangu. Hapana, aai, usifikie hatua hiyo, wala amani kati yao na usipige magoti. Mke wangu, kwa namna ambavyo unavyonipenda kunijali na kunithamini kwenye kipindi hiki kigumu ambacho mimi nakipitia, basi leo hii naomba niweke kiapo kwa ajili yako mke wangu. <laughs> Mimi Tasha naweka kiapo hiki mbele ya mke wangu na wewe, Mungu wangu ni shahidi, ikitokea siku yoyote mimi nimemsaliti mke wangu basi ya Mwenyezi Mungu nakuomba unipe adhabu kubwa hapo hapo. Hm. Ikiwezekana uondoe uhai wangu mara moja. Hata ngoja na mimi niweke kiapo changu. <clears throat> Mimi Kendi, ikitokea siku nimemsaliti mume wangu basi, hapo hapo kimbunga kikali kinichukue kinipeleke mbali kabisa, kinisangaradishe vipande vipande, yani asinune mtu wote. wa wow. Mesi, sawa, tulale mm, tulale <laughs> kwa sababu umesema wewe mtu mbaya Unaitengeneza furaha yangu, malkia mtawara katika ngome ya moyo wangu. Mimi nani tena nipinge? Ni dhahiri kabisa hauko sawa. Sasa nikiwa kama baba yako, na haliyakuwa najivunia wewe, ni kijana wangu, natamani kujua nini kinakutatiza. Kwa hiyo tafadhali Kai, What's wrong with you? Usinifiche baba. Hakuna jambo lolote ambalo linanitatiza. Yeah, hakuna shida yoyote ile. Yaani umeamua kunificha sindio? Hapana mm, baba naukuambia ni ya ukweli. Utaki nijue nini kinakusumbua? kama kungekuwa kuna jambo basi ningekuweka wazi, hakuna haja ya kuficha. Wewe ni mtoto wangu na kujua vizuri sana. Kwanza hauna kawaida saa hizi, saa mbili tayari umeshavaa nguo za kulalia, umejifungia huku ndani. Wewe ndio mtu wa mwisho kulala kila siku. Na istoshe Kai, unapokuwepo kwenye nyumba inakuwa dhahiri inajulikana, mala umefungua mziki, mala umefanya hiki, mala umefanya hiki, lakini Kai umekuwa dor. Unaumwa? Ha, hapana siumwe, ila kwakuwa umefosi kujua, basi labda nikuweke tu wazi. Unajua baba, siku yangu ya leo haijaenda poa kwa upande wangu, na mpaka imepelekea kukosa apteti ya kula. Ni hivyo tu, hakuna jambo lingine. Siku yako haijaenda vizuri kivipi? Kuna shida gani? Miangaiko tu, miangaiko tu hapa na pale. Lakini mimi nataka nizungumze machache na nitashukuru sana kama utakuwa mkweli. Ni dhahiri kwamba Kai sasa hivi po katika prosesi za kutaka kuoa. Taarifa nilizo nazo tayari mchumba amepatikana. Mimi swali langu ni moja, huyu mchumba unaetaka kumwoa ulimtafuta mwenyewe na umempenda na kumridhia kwa dhati ya moyo wako, au kuna shinikizo kutoka kwa mama yako? Naomba usinifiche, niambie ukweli mwana. Kwa kuhusiana nao mambo ya mchumba, mimi nadhani tulishafunga mjadala na mama, so hakuna haja ya kulongelea hilo jambo ah. Mimi sitaki kujadili, nataka tu uniambie mama yako anakulazimisha. Japokuwa mama ndo alinichagulia huyo mchumba, ila mi mwenyewe nimeridhia kwa moyo wangu, kwa hiyo simfikirie vibaya mama. Sawa, maelezo yako nasema mama yako alikutafutia lakini nawe umeridhia mefunga mjadala. Kwa maana hiyo mimi nasema nawapa baraka, kwa sababu mama yako, jambo lolote linalokuhusu wewe, mimi nikihoji sana au nikiliongelea kwa namna yeyote, anaanza kulalamika. Uniamini mimi, mimi kwa kuwa sio mtoto wangu, kwa hiyo ndio maana nikaja kuongea na wewe, kwa sababu kuna kitu nilihisi hakiko sawa. Basi sawa, tuachane na hiyo Aa. Mimi leo nilikuwa nimeandalia outing familia yangu. Even ninavyozungumza na wewe, wenzako wanajiandaa huko, nataka niwatoe niwapeleke sehemu flani vi amazing. Yaani mkapate chakula cha usiku, tukae pale kama familia na nini? Tunajumuika au sio bwana? Sasa kwa sababu wewe unasema siku yako haikuwa nzuri, Labda itakuwa ni fursa ya kurefresh mind. Kwa hiyo chapu, kwa haraka. Hebu jiandae mara moja. Sisi tunakusubiri pale sitting room ili tuweze kwenda kwa pamoja. Asante sana kwa mwaliko dad, ila mi naona itakuwa vyema zaidi nikabaki humo ndani ili niwe kama mlinzi, maana nyie wote mnaondoka, na mi nikiondoka nyumba itabaki empty. Kwa mimi nitabaki tu, wala usiwaze, lakini asante sana kwa mwaliko. Basi sawa, labda tukuletee nini, hata kama uwezi kwenda, basi nawe uwe sehemu ya kushiriki kwa namna hiyo. tabu bebea tekeweta

Masaa mawili eh, eh, mejitahidi kuwai kutoka wa eh, wanasema wow, leo umejitahidi kupunguza kokoro, umewahi kutoka. <laughs> <laughs> ah, <laughs> kweli, mke wangu umependeza sana. Asante hasante. Ma pia umependeza, si unajua eh. Hey, tatuna mechi, kwa hiyo lazima. <laughs> <laughs> Nafikiri tunaweza kuondoka sasa. Hapana, Pinky. Bado hatuwezi kwenda kwa sababu hatujatimia. Hapa sasa hivi tunapaswa kumsubiri Zawadi. Asante baaay. <laughs> Jamani, yule tuliokuwa tukimsubiri hatimaye naye ameungana nasi, kwa hiyo sasa tunaweza kuanza safari. Haya, twendeni. Subiri kwanza, mmeo? Kwa hiyo mme wangu, hii gauni umeona umpe huyu kivurugi si ndivyo? n yeah, nilikuwa yeah, nataka kutoa maelezo. Hapana, mimi umenikosea sana, baba Pink. Hmm. Pink, hivi mwanangu, hii gauni si zimeapangomeni? Imekuwaje leo amevaa huyu Pink? gauni ambayo umeninunulia mimi